Tuingie nchini Uganda ambapo hali ni ya kutamausha kuhusu maambukizi ya ukimwi. Mamlaka nchini humo zimetoa taarifa ya mwaka huu na wanasema idadi ya watoto wachanga wanaozaliwa na virusi vya HIV imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Miaka ya awali, juhudi za kuzuia maambukizi ya ukimwi kutoka mama mjamzito hadi mwanawe maarufu kama PMTCT, yaani kwa kimombo Prevention from mother to child zinafanikiwa kuokoa mamilioni ya watoto wachanga wanaozaliwa barani Afrika. Uganda ni miongoni mwa mataifa Afrika Mashariki yenye idadi kubwa ya maambukizi ya ukimwi. Miaka ya nyuma, kampeni kuzuia maambukizi na kuenea zilifanikiwa, lakini katika miaka ya hivi karibuni uhaba wa ufadhili umekwamisha majaliwa ya kupambana na maambukizi mapya. Kutoka Kampala, Sadam Muballe anaarifu zaidi. Yes, yes. Hiki ni kisiwa cha Lolwe mashariki ya ziwa Victoria katika wilaya ya Namaingo ambapo maambukizi ya virusi vya ukimwi yanaendelea kwa kasi. Mashirika ya kiraia yamezuru eneo hilo kwa ajili ya kuhamasisha watu kuhusu virusi hivyo. Nansanga Florence Musoke ni mwakilishi wa mashirika ya kidini ya afya. Changamoto nyingine kwamba wasichana wadogo hapa wanahofia ujauzito zaidi ya maambukizi ya ukimwi. Kuna wale wanahoji, unaweza ukaishi na virusi vya ukimwi bila mtu kufahamu hali yako, lakini unapopata ujauzito, wanaonekana kwamba unatia aibu jamii. Licha ya juhudi zinazoendelea kutoka kwa wizara ya afya na mashirika mengine, wahudumu wa afya wanasema umbali wa kijiografia na ukosefu wa miundombinu bora ya afya inaendelea kuwa changamoto katika visiwa hivi. Sisi kama wahudumu tuna changamoto ya usafiri hapa, hatuwezi kufika baadhi ya maeneo kuwasilisha huduma zinazotakikana. Serikali inapaswa kutusaidia kwa kutupa baisikeli ili kurahisisha usafiri. Ah, jitihada hizi zinakuja wakati ambapo kuna maambukizi mapya miongoni mwa vijana katika jamii za wavuvi. Uh, kinachoendelea hapa ni kwamba wavuvi baada ya kupata pesa huingia maeneo ya kujiburudisha, kunywa pombe na wanawake abasajja batusinga obungi oyinza kulabanga omusajja omu oba omukazi omu nga inanga nabasajja nga bana batano. Tuna changamoto kubwa tu hapa, na utakuta kwamba idadi ya wanawake ni, ni chacha chamani ya chini sana, na utapata mwanamke mmoja ana uhusiano na zaidi ya mwanamume mmoja. Uganda ina kiwango cha maambukizi cha asilimia 4.9 ikilinganishwa na asilimia 18 miaka 1990. Tume ya Ukimwi ya Uganda inakadiria kuwa watu milioni 1.5 wanaishi ambapo wa na vua ambapo milioni 1.3 wako kwenye matibabu. Kati ya wanaoishi na virusi hivyo 930 ni wanawake na 570 ni wanaume. Especially amongst adolescent girls and young women. To... Nguzo yetu ya kwanza ni kuwashirikisha wanaume katika kinga ya VVU na kuziba mapengo ya maambukizi mapya hasa miongoni mwa wasichana ambao wamebalehi na wanawake. Pili ni kuhakikisha upimaji na matibabu. Kwa kufanya hivi tutafikia lengo letu la mwaka 2030 la kumaliza ukimwi nchini Uganda inalenga kumaliza ukimwi mwaka 2030 kwa kutumia mipango mitano kuangamiza virusi hivyo kama tishio kwa afya ya umma. Sadam Muballe, idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Kampala.